Mimi ni Ivan G na hii ni EM Online TV. Kama ilivyo ada ya EM Online TV ni kukuletea habari za vijana na harakati ambazo zinaweza kusaidia vijana waweze kujikwamua kimaisha. Leo hii tumeweza kukutana na kijana ambaye anafanya moja project ambayo ni amazing sana na ambayo inaisaidia jamii. Asante. Mimi naitwa Musa Swale. Mimi ni mzaliwa wa mkoa wa Njombe, wilaya ya Njombe katika talafa ya Lupembe na kijiji cha Lupembe. Ya, ni nimekuwa nikikua katika familia na jamii ambayo kwa kawaida tumekuwa tukijihusisha na kuni pamoja na mkaa kama uh, mbinu au njia ya kutufanya sisi tuweze kupata eh, kupika lakini, katika wakati huo wote tukiwa tukifanya hizo shughuli nimebaini kwamba watu wengi wamekuwa wakipata changamoto mbalimbali, wamekuwa wakipata shida za magonjwa, lakini wanawake na mabinti wamekuwa wakipata shida kupewa mizigo mizito kwenda kuokota kuni, masuala kupika, vitu kama hivyo. By the way, nikaona kwamba kuna haja ya kuja na utatuzi wa changamoto hii ili tuone kwa namna gani tunaweza kutatua na hii jamii ikaweza kukombolewa kutokana na changamoto hii. Asante sana. I think hii ni idea amazing sana. Nimeona ni watu wachache sana wakifanya hizi idea lakini na nichopenda kwako wewe, unafanya kwa njia ya asili kabisa, na unaopo katika stage za mwanzo ambapo unatumia vifaa vya kawaida kabisa kutengeneza mkaa. Uh, nichopenda nifahamu kwanza, uh, idea ilitokea wapi? Na labda maybe kuna semina yoyote uleleni au kuna mafunzo yote uliyapata mpaka then ukaja na idea hii? Uh, kiukweli kabla si, mafunzo yapo lakini kabla sijajifunza, kwanza nimepata eh. Shauku ya kufanya hichi kitu ilikuwepo baada ya changamoto zile ambazo tulikuwa tukipitia katika jamii yetu, lakini pamoja na hivyo, nikaja nikaongeza mafunzo zaidi kutoka kwenye organization ya NIA ambayo ipo chini ya SINA, kwa masuala ya ujasiriamali wa kijamii. Baada kujifunza kule, nikaona kwamba okay, kumbe kile kitu ambacho mimi ninacho na natamani kukifanyia ufumbuzi naweza kukifanya na kumbe kuna watu ambao wana support na wanatoa mafunzo kwa watu ambao wanataka kufanya kitu cha namna hiyo. SINA na NIA wametumika kama uh, kiunzi cha kuweza kuni push kuweza kufikia yale malengo kuyafikia. Labda kwa kifupi sana, ningependa nitamani ufahamu mechanism mpaka ni kutoka kuzitoka kwenye taka mpaka kubadilisha kuja kuwa mkaa. Yaani mechanism ilikoje? Ha. Uh, ni process si ngumu sana na wala sio nyepesi, lakini ni kwa kawaida tunatumia uh, mabaki hasa ya kilimo. Unapozungumzia mabaki ya kilimo tuna ma majani tuna mabua tuna magunzi kwa mfano kwenye mahindi, lakini kuna wale wanaojishughulisha na kilimo cha mbao, tuna wakipasua, kuna zile sodas, yale malandio yanabaki, tunatumia yale kama malighafi zetu na process zilizopo kwanza ni kupata tu ayo mahitaji au au malighafi tunazihitaji, lakini baada ya hapo, mchakato wako unaofanyika ni mchakato wa kwenda kubadilisha, kwa wataalamu wanasema carbonization. Unafanya uh, ile, ile, ile, ile malighafi una, inaipitisha katika moto iweze kuungua ije kukuletea unga mweusi. Baada ya unga mweusi sasa unapata um, uh, uh, move on kwenye step inayofuata kuweza kuchanganya na baadhi ya matirio ambayo yanakusaidia kutengeneza uh, umbo la mkaa ambalo unakuwa mkaa mmoja mzuri na mkaa ambao ni imara sana, ndio. Lakini process kama nilivyosema, ni hizo chache tu za kukusanya takataka hizo, baada hapo kuzichoma na kisha kufanya processes chache za vya, ni ni kuchanganya baadhi ya, uh, kuna vitu vya kuchanganya ili kwamba ule mkaa uweze kushikana, ile vumbi iweze kushikana, kutengeneza mkaa ambao unakuwa kwa mfumo kama Yeah. Okay, sawa, sawa. Naamini kwa vijana wengi sana especially sijajua kwa upande wa elimu yako labda mara nyingi sana ukiangalia okay. Vijana wengi sana sasa walio hitimu vyuo vikuu si ndio, ni ngumu sana kuanzisha hizi project, kuja na project idea au kuamua kufanya kitu from the scratch kulingana na kutegemea kwamba akisubiri kuajiriwa. Kwa kweli haikuwa ngumu kivipi, yani kuamua kujiajiri, aha <coughs> Najua ina, ina, kuna namna, kwani inakuwa ngumu. Kwanza mimi kwa taaluma yangu nina shahada ya walimu na, lakini niliona kwamba kuna kitu ambacho kipo ndani wangu, shauku iliyopo ndani wangu. Kuna taaluma lakini kuna shauku. Sasa mimi niliona ni vizuri shauku ikachukua nafasi zaidi kuliko taaluma, kwa kuangalia kwa sasa hali ya ajira kwa nchi yetu imekuwa ni changamoto Ilikuwa ni kikwazo kikubwa, watu wana vijana wengi wanalalamika, vijana wanapata shida. Sasa nikaona kwamba okay, kama nina shauku ya kufanya kitu fulani ndani wangu, kwa nini nisifanye hii nisi kitu kuliko nikakaa mtaani nikalia maswala nini ya ajira? Kwa hiyo ni ngumu, lakini kwa kuwa tayari nilikuwa na kitu ambacho kinanisukuma kuweza kufanya, ilikuwa ni rahisi kwangu kuweza kufanya, kufanya maamuzi. Okay, sawa na najua kwa saizi hivi project bado ni ndogo. Labda maybe wishes zako na unavyoiona project yako, maybe after 5 years unaiona wapi project yako? Labda maybe baada ya miaka mitano? Asante sana uh, kiukweli naona project yangu itakwenda mahali fulani pakubwa sana, yani itanyanyuka na, na mimi pamoja na wenzangu ambao tunashirikiana nao, matarajio yetu ni kuona kwamba tunakuwa ngarao na kiwanda kidogo cha kuzalisha eh, mkaa huu mbadala kwa sababu kizingatia kwa Tanzania sasa hivi takriban watu, watu milioni sitini na watu wote wanahitaji nishati kwa ajili ya kupikia, na ukifuatilia Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo ni maskini kuwa na wimbi kubwa la watu wanaohitaji nishati lakini pia gharama yake kuwa ndogo, maana inakuwa ni rahisi pia kuingia mtaani, lakini vilevile vile, uh, kuwa na watu wengi ambao wanajishughulisha katika, katika masuala vyakula ya, ya, ya, ya, ya upishi na nini masuala ya jiko na, nafikiri ni jambo rahisi ni, ni jambo ambalo litatufanya tuweze mm, kutanuka kiurahisi zaidi, lakini nje na hilo kwa sababu tunafahamu na, kabisa kama nilivyosema hapo awali, kwamba sasa hivi wimbi kubwa la vijana wanahitaji nini? Wanahitaji kazi. Sasa kama wanahitaji kazi, kazi hizo ni zipi? Kuna kazi mbalimbali, kuna kazi za kwa mfano kina mama ntilia, kina babarishi eh, lakini kuna taasisi mbalimbali, watu wanaanzisha taasisi mbalimbali huko. Sasa hawa watu yawezekana wasije kufanya kazi na mimi moja kwa moja, kufanya kazi kwenye taasisi yetu moja kwa moja, lakini kupitia hii project ambayo sisi tunaizalisha ikawapa ajira mali mali fulani Uh, okay, sawa sawa maybe na labda, maybe mtizamo, labda perception za watu wanavyokuchukulia wakiona una elimu una yako, afu then unafanya project hii, wanakuchukuliaje? Na wewe inaku affect vipi? Aha, asante. Uh, labda niseme hili kwamba namna ya kushughuliwa na watu hasa wanajamii kilinganisha na kile nilicho nacho na ninachokifanya kiukweli, kwa Tanzania au hasa kwa jamii yangu bado imekuwa ni changamoto. Kwamba, unajua tunaamini kwamba kijana akisoma akafika level fulani ya elimu kuna baadhi ya kazi hafai kuzifanya. Itakuwa zifanywe na watu fulani, lakini mimi kwangu hicho kimekuwa kama ni kitu ambacho kinanisukuma. Kwa sababu jinsi leo ninavyofanya kazi ambayo inaonekana kudhalauliwa na watu, kesho nitakaponyanyuka na kufika hatua fulani nzuri, wale watu maka watakuja kusema, okay, kumbe, hata katika kazi zilizokuwa ndogo zilizodhalauliwa unaweza katoka huko na ukanyanyuka na ukaachana na maswala nini ya kile kakfikishi mali kuisaidia jamii katika jambo moja mbili tatu. Sasa mimi zangu kwenye taaluma yangu na kitu ninachokifanya, walimu naenda ku, ku, ku, ku, kufanya nini. Ni kama nikienda shule, naenda kufundisha na jamii naweza kuelimika kupitia, kupitia taaluma yangu. Lakini nje na sasa, kitu ambacho naenda jamii kwa hiyo maana kwamba nimeenda kutatua yani vyote nilivyo navyo vina msaada kwa jamii, lakini nimeona hichi kwa au hichi ninachokifanya ni nacho kwa sasa. Hiyo ni, ni perception ya, ya jamii au ya watu fulani kuhusiana na mimi, elimu nilionayo na kile ninachokifanya mimi. Sioni kama ni kikwazo kwangu, nna ni ni kupambana zaidi. Ningependa kufahamu, najua saizi project bado ndo changa, inaanza sizani kama inaweza ikawa ina kumudu na kumuduukize kiuchumi kila kitu, ndio nataka yeah, nifahamu. Je, unafanyaje ili kuweza kuendesha maisha yako, yani, michakato mingine ili maisha yaweze kuendelea na project iweze kwenda, ingali project bado haikuingizi kipato kikubwa kwa sasa ah? Na okay, asante sana kikweli. Hakuna hakuna jambo ambalo kalianzisha ghafla na ghafla likianza kuletea matunda ambayo unategemea, si ndio? Na tunasema kwamba Kunakuwa na, hata, hata, hata kwenye unaoanzisha taasisi au organization fulani kunakuwa na discipline ya kuiongoza na miongoni mwa vitu kwenye discipline tunasema kwamba lazima utapitia hatua kwa hatua kuweza kufikia kwenye level fulani. Sasa kwangu mimi, ukiachana na hii project ambayo naifanya, lakini kuna shughuli nyingine ambazo nazifanya. Kwa mfano, mimi najishughulisha pia na masuala ya kilimo, kwa kwamba ninavyo, kuna namna pia hata kilimo kina boost kwenye kuinyanyua hii project kwa sababu tunasema kwamba mimi, mimi ni mmoja lakini nitakuwa nifanye ninalofanya. Mkono wa kulia ukifanya jambo, basi mkono una, unasaidia kusupport mkono wa kushoto, wakati mkono wa kushoto ukifanya jambo una support mkono wa kulia. Kwa hiyo najishughulisha masuala ya kilimo, na kwa sasa najihusisha zaidi na kilimo cha kitunguu, kitunguu maji, lakini na mahindi pia. Sawa. maybe katika project yako kwa size, mahitaji yako ni yapi sasa, tukiona okay, sasa kwa upande wa vifaa, sababu unaona size bado unatumia vifaa loko hmm. maybe kwa upande wa vifaa na mahitaji mengine mengine, unahitaji nini ya sasa, kama ikitokea mtu anasema maybe anataka akupe ufadhili hmm. Uh, kabla sijaenda moja kwa moja kwenye mahitaji, kwanza niseme kwenye hii project ambayo tupo nayo, tunatamani sana nje na mafanikio yetu sisi binafsi lakini iwe na impact kwenye jamii. Impact hiyo kwanza, tunataka kupunguza kwa asilimia kubwa uharibifu wa mazingira unaosababishwa na, ma, na matumizi yasiyoendelevu ya, yasiyo, ya, yasiyo ya uh, upishi au tunasema nini, tunasema hizi practices za kupikia ambazo sio rafiki. Sasa tunafanyaje? Uh, nafikiri tuna kama kama nilivyosema kama uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, project ambayo tumeileta inaenda kutatua changamoto. Lakini kiachana na hilo pia tunatamani pia ja, jamii ipate kuwa affected na hii project yetu kwamba vijana ambao wanakaa kwenye jamii ambayo sisi tunaendesha hii project basi waweze kuajiriwa na waweze kujipatia eh, kipato. Sasa, ili kweli kuweza kufikia malengo hayo kwa aina ya eh, method ambayo tunaitumia kuweza kuzalisha pro nani pro product kwenye kwa, kwa product hii, kwa project hii kwa sasa hivi imekuwa ni changamoto. Lakini tuna uhitaji wa mashine na mashine tunahitaji kama mashine aina nne. Aina kwanza, mashine kidogo kwa Kiswahili na itaweza kaa ni changamoto, lakini naweza kaiweka kwa mazingira ya Kiingereza. Kama tunahitaji carbonizer, nasema carbonizer ni kwa ajili ya kufanyia carbonization, kubadilisha hii hii material iwe katika, tuweze kutengeneza vumbi ambalo linakuwa kwa ajili ya nani ya kuleta mkaa. Lakini tunahitaji tunaita ile mashine kwa ajili ya kusaga, itakata kwa sababu Kabla, kabla sienda mbele zaidi, tunahitaji tuzalishe eh, product za aina mbili. Product ya kwanza ni ambayo carbonized and non-carbonized. Tunasema kwenye carbonized ni ile ambayo inapitia mchakato kama huu, unaweza kuona kwamba tunafanya carbonization ili kuweza kuondoa zile carbon ambayo tunasema watu wanakuwa affected nayo wanapokuwa wanavuta. Lakini non-carbonized, uh, ile ni, ni, ni, ni aina fulani ya briquettes ambayo yenyewe itaenda kutumika hasa kwenye taasisi ambako huko sasa hawezi kutumia aina wow, ya kwa sababu uhitaji wake ni mkubwa zaidi kulinganisha na matumizi yale ya mtu mmoja mmoja. Na kwa tunahitaji ile mashine kwa ajili ya kusaga hiyo malighafi. Lakini tunahitaji mashine kwa ajili ya kufanya, kufanya designing ya muonekano wa zile bricks zetu. Yeah. By the way, oneanow tuna mahitaji mengi mengi, lakini kwa mfano tulikuwa tumekaa tujaribu tumeka, tumeka, kudesign budget ina kosti uh, kiasi cha dola Okay. elfu yeah. Okay, so uh, kumi na tatu na mia tano. Ushauri wote ule ambao unaweza ukawapa vijana ambao wako mtani, especially waliomaliza vyuo au vijana wote tu ambao kufanikiwa kuendelea na shule ambao wako mtani, ambao hawana misha yote yoyote? Mimi ushauri wangu ambao naweza kuwapa kuwa ni kwamba kuna kazi za kuheshimika na kazi za kudharauliwa lakini ukifanya utafiti utabaini kwamba kazi za zile za kudharauliwa ndo zina nafasi kubwa, na zinaweza zina, zina, zina kuletea mtu mafanikio kwa haraka zaidi kuliko kazi za kuheshimika kwa, kwa hiyo, vijana, ushauri wangu kwa vijana ni kwamba tuchague kazi zile ambazo jamii imezidharau ime, alafu sisi tuzitumie zile zitaweza kutupa manufaa. Asante sana. Leo hii nilikuwa na Bwana Musa na kitu nilichojifunza kutoka kwa Bwana Musa licha ya kuwa na elimu yake ya uh, degree au uh, shahada, lakini ameamua kuja kufanya kazi ambayo inaweza ikafanywa na mtu yote yule, lakini kwake amefanya kiufanisi zaidi kwa kukua... kwa vifaa vya kawaida vya asili, lakini kuendesha project sasa zaidi, lakini kuendesha sasa <laughs> zaidi. Na sisi tuna la kujifunza sana kutoka kwa Bwana Musa na vijana wengine ambao wanajishughulisha kama Bwana Musa. mimi ni Ivan G na hii ni EM online TV. Usisahau kusubscribe like share up, comment.